Mzigo unamhusu ubibie bana wa kuitwa tinuke olo ambaye alikuwa ni CEO wa olo stills Company, na pia ni mtoto wa bilionea mwenye mbao ndefu kinoma all over Lagos, chifu olopoku. Ubibie kwenye lefu lake la kawaida alikuwa ameolewa bana na mwamba wa kuitwa kolawole ki kola mwamba, ambaye alikuwa amejiweka tu kwa uimshangas kwa ajili ya kuokota, lakini deep down hii vilikuwa sio vitu vyake kabisa. Mwamba alikuwa anajimaliza sana kwa bebe za viwanzi, alikuwa anapenda toto uzi ya miyami mapenzi kimafioso nenga dinande alikuwa wafika yo udenda jagijagi, akirudi kwa mkewe amechoka, apetaiti yote hana hata, pale ambapo mke wake alikuwa anajaribu kumletea pigo alizojifunza YouTube, madoido kibao, tabu mtingita lakini akimsogelea tu mwamba, mwamba anachomoa, anaona kama vile tembo amevamia kijiji <laughs> asa bibie, hii kitu ikawa inampatia stress kinoma. Tapala alipojaribu kukaa na mwamba kuweza kuongea naye ajue nini shida, mwamba amemchana sana bibie kuwa atafute namna kuweza kuondoa ndambe, maana shughulini inamchukua muda kuitafuta na atakiipata anakuwa hoi kuidabuka, hamu inakata, so atafute namna kuweza kuondoa hichi kitambe, iwe kwa dawa au hata kwa mazoezi, la sivyo shughuli itakuwa pevu kwenye ndoa yao hasa bibi leo anakaa na rafiki yake kuweza kumweleza kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake ndoa. Anamwambia kuna namna mume wake amekuwa kimabuse kinoma kutokana na maumbile yake, na imekuwa ghafla. Wakati mwanzo alipoanza kupendana alimpenda hivihivi na kitambi chake, sasa leo anashangaa kuanza kumtolea maneno makali. Hii ikawa na muma kinoma. Besi yake anamwambia huyo sio mwanaume kuendelea kuwa naye, lakini atunuke anasema hawezi kuachana naye bana, baba yake chifu olo hatomwelewa Bibia anasema alijaribu kuvaa hadi kigodoro, lakini Mwamba alipomshika akagundua kwamba ni kigodoro, akawa mkali. Akawa na isiwe tabu, akaingia jimu kuanza mazoezi ili apate kidogo tu cha kuusia sura kama Jux, sio jua kali. Lakini kawa ngumu pia, mazoezi magumu pia. Sasa leo Kola na jambo lake bana. Kama kawaida akitaka kitu kwa huyu mshangazi wake ndio anajibebisha, lakini akiwa hana shida na kuwapigiraye story kabisa. Sasa leo akampigia bibia akiwa na tabasamu kabisa ili aweze kumpanga, na akamwambia bidada na kama pezi chopalabia mamtu basi wanikoroga, kwa sababu sijielewi, nahisi kama kila siku nazidi kukupenda. Sasa ubidada, kwa sababu alikuwa na upungufu wa maneno mazuri ya mapenzi mwilini, ajikuta anajazwa, anajazika na, na, na kwanza kama kumwelewa Kola. Sasa mwamba akarudi kwenye kumpigia kibomu, akasema kuna namna ambavyo anapitia kipindi kigumu kwelikweli kwenye shughuli zake, so anajikuta mikwanja imekata na kuna vitu havijakaa sawa. Bidada akamuuliza, mpenzi wangu nini shida? Mwamba akasema kuna kiasi cha fedha ambacho kinahitajika, kama shilingi milioni mia sita hivi naira, ili jambo lake liweze kukaa sawa. Licha ya kwamba hii ilikuwa ni pesa ndefu kinoma, lakini bibia kwa kuwa kutaka mpenzi wake apate shida, akamwahidi kwamba atampatia, maana kuna pesa ambayo itaingia kwenye kampuni ya baba yake baadaye, so ataibeba moja kwa moja na kumpelekea Mwamba ndo. Mwamba akafurahi akashukuru sana na akamwahidi kwamba leo usiku akirudi nyumbani atampatia yale ambayo amekuwa akifungiwa na Basata, so bibia ajiandaye hasa kufika usiku, maskini bidada akawa amejipikilisha kweli kweli, akimsubiri mume wake ambaye amemwahidi kuwa leo usiku game iko pale pale, maana bodi ya ligi ishaamua. Lakini licha ya kumsubiri mume wake na kumsubiri kweli kweli, lakini yanga yule hakutokea, bidada akaamaumia sana. Hasa leo bibia akiwa iko ofisini kwake bana, kuna huyu bidada mfanyakazi wake wa kuitwa Rebecca alikuwa anafanya presentation pale Asa, baada muda kwenye screen bana inapopopup ujumbe wa mpenzi wake akimsifia kwa msondo wa jana, bidada akajaiona, ndo akamshtuliwa pale, ikabidi fasa aweze kuitoa na akaomba radhi kwa kile ambacho kimetokea. Baada kao bidada akamwita Rebecca kuweza kumpongeza kwa mradi wake kuwa amekaa vizuri, na mwisho pia akamwagiza kwamba akamwitia sekretari ili aweze kuzungumza jambo. Asa, Rebecca alipotoka tu akawa ameacha simu yake. Punde, bana simu yake ikawa imeita. Bibiye kutazama, akashangaa anaona mume wake ndo na anapiga na picha pia ya mume wake ipo kwenye simu ya bidada. Asa Rebeka kurudi anamuuliza, imekuwaje una picha mwanaume wangu kwenye simu yako? Rebeka kigumizi kawa kimeasha hazard. anachongea akieleweki. Bibie kasema ina maana tajana mume wangu kurudi nyumbani inamaana maana wewe ndio melalana naye, lakini bidada akasema, bosi wangu umeona vibaya, huyu sio mume wako ndoatuke akasema, basi toa loki tuweze kukagua nione kama kweli sio mume wangu. Hapo sasa ndo pakawapagumu, bidada akawa amegoma kuweza kutoa loki ili aweze kukagua kama kweli ni mume wa bidada au sio. hii kitu kamaumiza sana ubibie akampagawa kuundua kwamba kumbe mume wake muda wote huwa anaagonganisha yeye na mfanyakazi wake, ili mumba sana atinuke. Anarudi nyumbani kwake na itikali yuko vombo kwelikweli, anasindikizwa na beki ya kushoto ndokola kushangaa mke wake amekuja kuwaje sasa bibie leo. Kwa sababu alikuwa vombo, akaamua kutoa nyongo, akamwambia mume wake, muda wote ulikuwa unaisema sana shipu yangu, kumbe yule mfanyakazi wangu ndo umekuwa natoka naye Rebeka lakini kwa kuwa mwamba alikuwa ni mwenyekiti wetu wa wanaume kanda ya kati, akaanza kumpanga bidada kuhusu Rebeka. Akasema Rebeka ndo amekuwa namtaka, lakini yeye amtaki, so iko naye ni vile tu amekuwa na msumbua bibi. Akasema we mwongo sana, imajini leo nimepata milioni mia sita ili kuweza kukupatia kusapoti kwenye kampuni yako, alafu wewe unansaliti na mtu mwingine. Ndo mwamba kuona o oh, kuna hela tena, akaona zidishe kujibebisha pale Bibia akasema hapana, we muongo, mara useme ninda kitambi, mara useme sina shepu. Lakini mwamba akasema mke wangu, izoshepu miso vitu vangu kabisa, mimi napenda ubongebonge -bonge huu, walavu jua kali, mimi nakupenda wewe na kitambi chako. Sasa hii leo kola anazindua kwa mara ya kwanza kampuni yake ya masuala ya real estate, ambayo ubibie ndo alimchangia zaidi ya milioni mia sita kuweza kuianzisha, na hii leo akiwa hapa kwenye siku ya uzinduzi Bibie muda wote akawa na furaha kidoma, kuna kwamba mpenzi wake anasafari mpya kwenye maisha yake kikazi. Sasa kuna kule mwamba akaanza kuwatambulisha na kuwashukuru pia watu mbalimbali mbali ambao wameweza kumvuta na kumpa mkono pia kuweza kusababisha mpaka yeye kuweza kufungua hiyo kampuni ya real estate. na Bibie sasa akawa na rekodi muda wote akisubiri jina lake likitajwa kwenye upande wa shukrani, kwa sababu anajua kabisa jinsi ambavyo ametoa sapoti kwa huyu mwamba. Sasa mwamba akawashukuru watu wote, na mwisho akasema kuna mtu special ambaye hawezi kuacha kumshukuru. Ndo bibi akaona hapa sana elekea kutajwa yeye, akawa na smile smile, lakini mwamba bana akapindua meza, akasema mtu wa mwisho kumshukuru ni mtu ambaye ameweza kusapoti harakati zote za kuweza kupamba ukumbi huu na kusababisha pia eneo hilo kuweza kupendeza. Ndo bibi akashangaa, ina maana mimi hunishukuru kabisa? Licha ya kusapoti mambo yote yale, bibia kuwa aibu, ikabidi aweze kutoka mahali hapa akiwa ameumia kidoma hasa wakati anatoka akamwona yule mfanyakazi wake ambaye alihisi kwamba anatoka na mume wake, yuko hapa pia, na kumbe yeye bana ndiye ambaye ameweza kufanya decorations za mapambo ya huko ndani na ndiye ambaye alikuwa anatajwa pale kuweza kushukuriwa, na bibie akaona da, imekuwa haya, ikazidisha kumuuma kidoma. Sasa ambacho kiliuma zaidi, kumbe pesa ambazo bidada aliweza kumsaidia yule mwanaume wake kuweza kufungua ile kampuni ni pesa ambazo aliziiba kwenye kampuni ya baba yake, na ya baba yake pia akawa amestukia mchongo, akaanzisha uchunguzi, na hii leo ikabidi bibi aweze kukiri mbele ya baba yake kwamba yeye ndiye ambaye aliweza kuchukua pesa zile. Sasa baba yake alikuwa anampenda sana u binti yake, lakini alikuwa disappointed sana kuona kwamba pesa nyingi sana ameweza kuziiba na kuweza kuondoka nazo. Sasa baba yake akasema kuanzia ya leo anamwondoa kwenye nafasi ya CEO kwenye kampuni, hatakuwa kuwa CEO tena kitu ambacho kilimuumiza sana ubibie, lakini bradha yake kamefurahi sana, kwa sababu bradha yake alikuwa ana maindiana sana ubidada, kuona kwamba yeye ndo kaka kwenye hii familia, lakini baba yake amempatia nafasi ya uongozi dada yake. So akaona hapa sasa yeye ndo anaelekea kuwa kiongozi wa hii kampuni. Bidada alilia sana, aliumia sana, akaona ni heri fadhila hizi angezifanya vingunguti, mbuzi wale wangempata supu kuliko kola mwanaume aliyempenda akamsaidia naelewa namlipa ubaya hasa. Muda wote wa hizi mbilingembilinge bilinge za ubibie bana, rafiki yake kuna siku aliweza kumkutanisha na jamaa mmoja ambaye anaitwa Anton, ambaye huyu pia ndo baadaye alikuja kuwa ni mwalimu wake wa mazoezi. Solemwamba pia alikuwa na msala wake pia. Twende kazi. Mwamba alikuwa ni hasla na pambana na kinoma, mchana yuko jim na jioni pia alikuwa kwenye ipab e ambao, mara kadhaa pia yule bidada Tinuke na rafiki yake walikuwa anaenda pale kuweza kupata ulabu, na ndo hivyo pia Antoni akawa yuko pale kuweza kuwahudumia. Sasa huyo Antoni kwenye maisha yake ya kawaida alikuwa anapinzika kwa ubidada wa kuitwa Didi. Sasa leo Mwamba anapokea simu ya mpenzi wake, kupokea bidada na alia kinoma, kumuliza shida nini, anasema mama yake ambaye alikuwa anauma muda wote hali yake imebadilika na imezidi kuwa zaidi, na bahati mbaya ni kwamba hospitali unataka fedha kwanza ndio aweze kumtibia, na anasisitiza kwamba kansa mama yake imefika hatua mbaya, na hospitali wamekomaa mpaka kwanza walipe madeni yao ya nyuma, lakini pia aweze kulipa pesa hii mpya, ndio matibabu yaweze kuendelea. Ndio mama akashangaa akasema mbona nilikupa fedha kulipa madeni ya nyuma, imekuwaje? ndugu dada akasema pesa hiyo nilitumia kwenye vitu vingine ambavyo pia vitajika hospitali, so bado pesa ile sikuweza kuilipa na pesa mpya pia inahitajika. Sasa mwamba afanye nini? Ta na tayari kishapenda, ikabidi jikomite kwamba pesa hiyo pia atailipa na bibia akashukuru kinoma. Sasa huyu Anton na sister yake bana ambaye anamsupport kila siku kwenye mbanga zake, lakini kwenye hili bidada akasema hawezi kumsaidia tena. Dada yake anamwambia mara zote nimekuwa nakusaidia kuhusiana na huyo ndidi, lakini kwa sasa hivi nimestuka kwamba huenda hawa anakuchezea shere lakini Antonio anasema dada, huyu didi ananipenda, hawezi kufanya hivyo na wala hawezi kusingizia ugonjwa kwa mama yake, so inabidi tu niweze kumsaidia. Dada yake akamtazama, lakini akagundua kwamba ndugu yake yuko penzini. Sasa leo mwamba anaamua kwenda home kwa didi kuweza kumtazama mama yake ambaye anaumwa na kumpatia pole pia. Kufika anakuta kweli mama yake yupo kwenye hali mbaya nabii mkubwa muda wote akanamshukuru Mwamba ambapo amekuwa anawasaidia kwenye familia hii kwenye vitu kadhaa na kusapoti pia, hata ugonjwa ambao huyo mama umekuwa ukimsumbua. Sasa baada ya muda, anaingia mdogo wake Didi, anasema alikuwa anaongea na daktari, kuna pesa nyingine pia inahitajika. Wakauliza shilingi ngapi? Akasema wakasema naira milioni mbili familia ikawa imechanganyikiwa kinoma, kwa sababu pesa hiyo hawakuwa nayo, na hawakuwa na namna yote ile ambayo saa hivi wanaweza kupata pesa hiyo. Asantoni ikabidi aulize pesa hiyo ni pesa ya nini tena, maana tayari alikuwa kishatoboka sana, na anaambiwa kwamba pesa hiyo ni kwa ajili ya upasuaji, maana kansa mama yake ilikuwa inazidi kusambaa kwenye mwili mzima. Ndio mwamba kama imeingia imani, na akamwambia kwamba pesa hiyo pia yeye ataitoa. Ndo familia ikamshukuru sana, ikamona kama ni masia na mkombozi pia wa familia hii, licha ya kwamba huyo mwamba alikuwa anajua jinsi ambavyo alikuwa anapambana kidoma kuweza kupata hiyo mikwanya sasa Antonio akaenda kwa sista yake, akaona adanganya ili aweze kupata fedha kwa bidada. Antonio anamwambia dada dada yake kwamba kazini kwake kuna mambo hayajakaa sawa na kuna pesa ambayo anadaiwa na mbaya, pia sefing zake zote zimekata na hana cha kufanya. Dada yake akamumia sana, kwa sababu huyu alikuwa ni bradha yake wa pekee, na akasema kuna pesa ambayo atamwingizia ili aweze kusapoti harakati za bro wake. Bro wake sasa kuchukua ile pesa yote, akaenda kumpatia mpenzi wake bana na bidada kama amemshukuru kinoma kuona mpenzi wake anapambana siku kucha, ili aweze kumsapoti. Adua hivyo akamhagi hagi pale na makisi kama yote, ndugu yetu roho ikatulia sasa. Leo mwamba akaona aende kwa bibi wake, ili aweze kwenda kumwona mama yake, na kufika home akamkuta huyu mdogo wao wa mwisho ndo akamuuliza, bana dada yako yuko wapi? Lakini udogo akanajibu kuhusu dada yake kidharau dharau. Asa baada muda akasikia sauti ya mama yake akimwita ya udogo, lakini akashangaa dogo wala jisogezi kwenda ikabidi inuke aweze kwenda. Lakini dogo akamwambia brother Anton tulia uweze kuona movie leo. Dogo huyu akaruka kaenda akijificha, mara sekunde chache mama anatoka lakini Antoni akashangaa kuona mama ni mzima wa afya na sio yule ambaye alimkuta jana hapa akiwa ameumwa, amegaragala, amechoka, lakini ameona hapa iko sawa kabisa, na, na hata ngozi yake ambayo ilikuwa imebabuka kwa kansa anashangaa kuona hapa iko sawa kabisa, akashangaa. Lakini mama kwa aibu ikabidi akimbie fasta kuingia ndani, na udogo kaa amebaki anacheka kidoma, akamwambia brother Anton, muda wote huu umekuwa unachezewa shere kwenye hii familia. Mama haumwi wala nini, lakini mchezo ambao dada alikuwa anaufanya ili aweze kupata pesa kwako na bahati mbaya pia afanye tu kwako, amekuwa anafanya kwa wanaume wengi, amekuwa anakusanya pesa nyingi. Lakini wewe masikida, Mungu nimekuonea huruma ukuambia kwa sababu umekuwa mtu poa tu kwenye hii familia. Ndo Antoni kushusha pumzi, akakaa, kumbe muda wote nimekuwa nachezewa shere. Antoni aliumia kichizi kuona mwanamke alimpenda na kumwamini leo anamfanya haya, akumbuka ha hata maneno dada yake alikuwa akimwonya kila siku kuhusu bidada na namna ambavyo wamegharamika pesa nyingi kweli kweli kwa kujinyima, alafu kumbe zilikuwa ni skripti tu za Lamata Maria Luka Madevu Peter inachezwa, akajikuta anajuta kwa sehemu ya hili. So kufika hapo, wote wawili Anton na shangazi yetu Watinuke wakawa na stori ambazo zinafanana, wote wawili wamepigwa matukio na wapenzi wao na wametumika. So kitu hichi pia kikafanya wawili hawa wakazidi kusogea na kuwa marafiki wajikuta wanakutana na, na kupeana moyo, kupiga stori za hapa na pale na mdogo mdogo. Sasa wawili hawa wakajikuta pia wameanza kuwa na feeling bana za mapenzi kati yao. Sasa hii leo kuna kule besti yake Atinuke akawa amewafumania bana, akiwa na kisi, akasema okay, kumbe besti yake ndo hivyo. Akawa amefurahi sana kuona rafiki yake amepata chimbo jipya la kupunguza stress, kwa sababu yeye ni rafiki wa Anton lakini pia ni rafiki wa huyu Atinuke na nafahamu wote wawili kuwa ni watu poa so, akawa amefurahi kuona watu poa wale wamekutana hii leo kujipoza koo. So, ndo hivyo bana, ukaribu kati ya Antoni bibie ukazidi kuwa mkubwa, na ndo rasmi pia Antoni akawa ni mchepuko wa bidada, na bidada ndo hapa akawa anapunguzia stress zake. Sasa maisha kawaida, Tinuke akawa amebadilika sana bana, kila siku akawa iko saluni, akawa anajipamba home, nako akawa hatoki bila makeup, kiasi kwamba hata mume wake akaanza kuona imekuwa kuaje. Na mbaya pia akawa anatoka usiku na naaga kwamba kuna sehemu anaenda kwa marafiki zake, na akirudi yuko tungi kinoma, tembe yake nayo ikawa imeanza kubadilika na mwamba akaanza kuona mtoto kama amezidi kuwa mtamu hivi, ikawa inamchanganya, inakuwaje? Jiwe hili alilokataa yeye mwashi linaanza kuwa jiwe la msingi. Hasa mtihani unaanza pale ambapo bidada hii leo kuja kupima, anajikuta kwamba ni mjamzito.

Kola, so please, kuanzia leo naomba tustafutane tena. Biendo huyo akateleza sasa. Leo jione mwanaume wake amekaa poa, akabidi amwambie mme wake kwamba kuna habari njema ambayo iko nayo, anataka aweze kumfanya surprise ya kumwambia. Ba, ni habari gani? Bidada amwambia bana hey, ni mjamzito. Alihisi kwamba jamaa atafurahi, akini jamaa kama, kama, kama, kawa amestuka. Akamwambia najua amestuka, kwa sababu kutarajia tumekaa muda mrefu bila mtoto aka kumenyuma stori huyu jamaa bana, kumbe alikuwa hana uwezo wa kumpatia ujauzito mwanamke wake. Wameishi miaka kumi, hii siri alikuwa ametunza ndani kwa. Waliposikia kwamba bidada ni mjamzito, akawa amepagawa na, leo akawa amekuja kwa mshikaji wake ambaye ni daktari pia, akamwambia, uthibitisha kwa vipimo tugundue kama kweli mke wangu ni mjamzito, kwa sababu sina uwezo. Na jamaa yake akamwambia, bana, nimepima kweli, mke wako ni mjamzito. Mwamba akawa amemaini kinoma. Sasa Kola kwa asira akawa amepanga kufanya njama mbili kwa ajili ya hili jambo ambalo limetokea, ambalo lilimpatia asira sana, kupa ujauzito kwa mwanamke wake Jambo la kwanza ilikuwa ni kumtafuta mtu ambaye amepatia ujauzito wa mwanamke wake kisha kumpatia msala, ikiwezekana, atafungwa kigerezani afie huko. Alafu jambo la pili sasa likawa ni kutafuta namna ambayo itafanya mwanamke wake aweze kutoa ule ujauzito uzito, ikiwezekana hata kwa lazima, na ndo hapo sasa amekaa na mshikaji wake ambaye ni daktari, pia kwamba afanye kila njama, amshawishi mwanamke wake ili waweze kwenda kumtoa ujauzito uzito kwa sababu haukuwa wa kwake. Alafu la pili ndo likawa la kwenda kumpatia msala. Anton sasa swala kumpatia msala Anton, kale imefanikiwa hii leo. Anton akiwa barabarani anapigwa mkono na askari, askari akamwambia kwamba bidii akague gari lake na kuja kwa kwenye buti bana kuta kuna maiti imewekwa. Mwamba akawa hajui imetoka wapi, lakini msala ambao Kola alikuwa ameutengeneza hasa ile njama kwenda kumtoa ujauzito wa bidada, ndio ambayo kaa imefeli, kwa sababu dereva wa bibi alikuwa amesikia mazungumzo ya jamaa akiwa anaongea na daktari, issue ya kuweza kumtoa ujauzito kwa lazima bidada. So ule ubuyu akaenda kupeleka moja kwa moja kwa bidada, ingawa bidada akakataa sana, kwa sababu mwanaume wake hawezi kufanya kitu kama hicho, na akamtimua ule dereva kwamba ni mbea ndio kuwagombanisha tu. Rafiki yake akamsihi sana kwa bwana, mwanaume wake sio mtu mzuri, lakini bidada hakutaka kusikia kabisa. Lakini leo sasa ndipo tunaenda hospitali kuangalia maendeleo ya ujauzito wake ndipo anakutana na kitu ambacho hakutegemea. Maisha yake yote bidada alikuwa anaamini kwamba yeye hana uwezo wa kushika ujauzito kwa sababu mwanaume wake aliwahi kumpeleka pia hospitali siku moja, baada ya kuwa amekaa muda mrefu bila kushika ujauzito, na akaambiwa kwamba hana uwezo wa kushika ujauzito kwa sababu alikuwa na ugonjwa fulani. Lakini leo hapa akiwa kwenye hospitali, alipofanywa vipimo, akaambiwa kwamba hana ugonjwa kabisa ndipo hapo akasema, wait, ina maana mwanaume wangu alinipiga? Sasa kumbe ile siku kula alikuwa amepanga tu ule mchezo, kwa sababu daktari na rafiki yake kwamba wadanganye kwamba mke wake ndiye ambaye ana shida, hawezi kupata ujauzito, kumbe ugonjwa ule alikuwa nao yeye patia ujauzito uzito mwanamke yoyote yule. Ndo akashangaa sana kuwa na midanganyo muda mrefu na jamaa kufika akagundua kwa mwanamke wake tayari ameshajua siri nyingi sana, na bidada akasema amenipotezea muda wangu na nitaenda kujambia dunia kile ambacho mko kifanye kwa siri. Ndo kwa hapo kwa matokeo ugomvi mkubwa kwelikweli. Sasa ili kutoka nje lakimbie like bana, kumbe polisi walikuwa washazungua kitambo, na alishajua kwamba ujamaa ndiye ambaye alikuwa man behind yani mauaji ya kumsingizia Anton na bahati nzuri pia hospitali bidada hali yake kopoa, mimba yake pia ilikuwa ijetoka, na Anton, ndo huyo pia anakuja pale akiwa na ndugu zake pia ubidada, na movie yetu pia ndo nakuwa inaishi hapa bana, kwamba maisha sasa nakuwa ni Anton na ubidada, wakati kola mwaae mlimdanganya sana ubidada kwa muda mrefu, anaozea gerezani kwa njama za mauaji. Bonge moja mzigo bana, naitwa Finding Me, yani ile hali ya kujitafuta wewe ambao tumeona mifanya ubidada mwanzo mpaka mwisho bana. Wanaje banaanajia mzigo umekaaje kaaje? Mimi naitwa Rahul, endelea kusubscribe usiache kucomment ku like, for the love of the game. Mzigo mingine pia inakuja hapa hapa bana, I'm signing out.